Ile ya, ya Mtwara ndio Mtwara, uwekezaji yule peke yake ni dola za Kimarekani, unajua ile, ile mradi peke yake LNG gharama yake ni mm. dola za Kimarekani bilioni 42 zinaingia kwenye uchumi wa Tanzania mm. Alafu mradi wa pili ambao tumeweka Liganga na Mchuchuma, tumeweka mradi uko Engaruka ya kuzalisha Eh, soda, mm. soda ash. Mm. Kuna miradi ambayo tumeiamaki kwamba hii ikitekelezwa inatupeleka mm. kwenye uchumi wa dola na, na inatembeleka, inafikika, inatembeleka kabisa. Na tumeweka pia swala la miundombinu ya usafiri na usafirishaji, transport and logistics, it is a huge economy. Kwa tutakapotoa dira, wataalamu wetu wamefanya kazi ya ajabu, wameonyesha kwa kila sekta mm. sekta hii itachangia nini, itazaa ajira kiasi gani. Kwa tunaamini Tanzania kesho ni bora sana kuliko leo. Okay, kwenye, kwenye hilo la uwekezaji mheshimiwa na hii uh, miradi ya kimkakati kuna maeneo mawili ambayo na kiu sana ya kupata majibu yake. Moja ni katika jambo ambalo katika kwenye historia nchi yetu limekuwa kilijirudia mara kwa mara, ni pamoja na changamoto ya mm, mikataba ya uwekezaji isiyoridhisha mm. Najua na wewe kwenye background yako ya siasa umeanzia kwenye opposition mm. Ni moja kati ya maeneo ambayo mlikuwa mnayapigia sana mm, kelele mm, na hata siku za hivi karibuni tumeona kuna mjadala mkubwa wa mambo kama DP World na huko tunapokwenda um, miaka ishirini na tano inayokuja kuna weakness mmeziona? kuna, kuna, kuna, kuna, kuna wapi? Kwa nini mara nyingi mikataba tukisha sign, kwa sababu wanapitia wataalamu wanapitisha viongozi lakini bado tukija mbele tunagundua kuna matoko kuanzia kwenye mikataba ya madini na kote tunapopazungumza, kipi kama nchi mmeona kilikuwa kinapwaya na tunahitaji sasa kukiboresha ili tusiingie kwenye changamoto ambazo tumezipitia before? Tunajifunza. Unajua nchi yetu uh, swala la sekta binafsi ni la miaka thelathini. Wenzetu wa Kenya ni zaidi ya miaka sitini. Kwa hiyo uh, uh, tupo katika mchakato wa kujifunza, lakini muhimu ni kwamba ipo mikataba mingi tu ambayo ni mizuri ambayo tunaizungumza michache, sio mingi sana lakini Ine... mikataba na na so, na, na, na eh, ni ah, sahihi. Eh, sasa sasa tunapiga tu kila siku. Tukaleta wawekezaji wakaanza kuchimba. Mm. Eh, tukaweka mikataba lakini tukagundua, mm, mbona kama hatupati sana mm, kwa hiyo kwaho tukaamua kureview sasa hivi, pia tuwe tunaenda tunaenda tuwe awamu ya tatu kwenye madini tumesema, aa going forward wamechimba ndio, lakini going forward nataka watimbe waongeze thamani hapa Tanzania, mm. kwa hiyo tunajifunza kila siku mm. Dunia leo kwa mfano sisi tumegundua madini yanaitwa critical raw materials minerals Tumesema haya moja e, ambayo tunakuja nayo mpango ni kwamba moja lazima yaongezwe thamani hapa Tanzania. Ya pili unazungumzia kina, kina kina, kina kuna cobalt, lithium, lithium, Tanzania. Pili unazungumzia kina wote aa kwenye, kwenye ulimwengu wa gari za umeme. Ndio. Tunasema umeme ndio yes. Moja yaongeze thamani mtu hapa asisafirishe madini asafishe asafirishe betri, aja mm -hmm. so, mm -hmm. azalishe betri Tanzania asafishe asafirishe kwenda nje. Kwa hiyo hatua ya pili tumesema madini haya kwa umuhimu wake ya chimbwe moja ama na Watanzania wenyewe mm -hmm. ama Watanzania kwa ubia na mm, wageni asichimbe mm. mgeni peke yake mm. kwa hiyo hizi ni hatua mbili ambazo tunakuja nazo ambazo ni muhimu sana, kwa sababu ni madini ambayo mm. unajua kila nchi ina kafursa fulani ikikatumia ina inakwenda ina, ina mm. na sisi tunaona kabisa hizi critical raw materials or minerals ni fursa ambayo tukitumia vizuri. Norway ilikuwa maskini kwenye ilichotoa ni kugundua kwa mafuta na gesi mm. ndio iliyotoa Norway yes. na sisi tuna, lazima tutumie rasilimali zetu za asili kututoa hapa kwenye eneo hilo hilo la, la madini uh, bado sisi mheshimiwa tuna aina tatu ya leseni eh, kwenye madini um, tumesikia kelele sana za, za wageni kuingia kwenye kwenye ile levo ya chini ile uchimbaji, uchimbaji mdogo ambao, ambao i, ile ni fursa ya ya, ya Watanzania, ya Watanzania hmm. Ile mtu kwa mfano uchimbaji mdogo hairuhusi kufanya. hey, sasa, sasa yeah. Ndo ndo kuna tatizo ambalo najua nadhani pia nadhani mkilizungumza, mki, mki, ni vizuri hmm. Kuna namna ambayo watanzania bado wenyewe wanazi wanatoa hizi leseni wanaziuza, wanaziuza hizi leseni, watu wanafahamu kwamba huo ni, wa, kuna mazingira una, una, unafanya ni uhujumu uchumi. Nadhani ili ili, ili ni, ni, ni eneo ambalo hatujalizungumzia sana kwenye kipindi hiki, lakini tatizo kubwa kwa sababu oh, serikali inaweka ulinzi kwa Watanzania, lakini mtanzania mwenyewe akishakuwa na leseni mm, yake ndio yeye anazunguka eh kwenda kutafuta China. Mimi hapa ni waziri wa uwekezaji na kuna watanzania wengi tu, anakuja mheshimiwa, unaponitafutia wawekezaji na leseni yangu hapa wakati tulimpa yeye afanye hiyo kazi akimuuzia huko China akachukua kesho kuta anageuka anaanza kulalamika, anasema oh, China wamezaga kila kona sio sio kwa kwa sana... nadhani sisi ti, ni, ni, ni, ni changamoto ya, ya kwetu serikali, lakini mm -hmm. pia kuna changamoto sisi kama Tanzania kwa ujumla wake, ndio nikasema suluhu ya mambo haya ni elimu, sheria, mifumo yote haya inabidi tuyachukulia kwa, mm -hmm. kwa uzito wake, kwa sababu uh, ukijenga nyumba yako mm -hmm. it is your personal property. Ukitaka kuuza nyumba eh, yako kwa mtu, sisi serikali hatuwezi kukuzuia maada umezingatia sheria. Kwa the end of the day, muhimu hapa ni kwamba kila mtu azingatie sheria za nchi. Profesa, wewe ni mwalimu yeah, na ku, hapa katikati zimetoka ma, ma, ma, matokeo ya tafiti, na kumbuka World Bank walikuwa wanazungumza sana namna ambavyo sisi kwenye skills mm, kama Watanzania.